Nutilife product kutoka Powerlife. Nutilife product kutoka Powerlife. Hii ni Powerlife Organic Wellness Clinic, kliniki ya tiba mbadala. Karibu kwa ajili ya huduma za tiba mbadala. Uimarishe afya yako kwa bidhaa bora za Nutilife ambazo ni tiba lishe. Tunafanya vipimo na kutoa ushauri. Karibu ufanyiwe uchunguzi wa afya yako. Upata ushauri na bidhaa tiba kwa gharama nafuu, njo utibu changamoto za magonjwa kama uti amoeba, amoiba gout, typhoid, vidonda vya tumbo na asidi, shinikizo la damu na kisukari, maumivu ya viungo na misuli, mfumo wa uzazi kwa wanawake na mfumo wa uzazi kwa wanaume, kupunguza uzito, mafuta ya tumbo na uvimbe, saratani, pumu, kikohozi, mzio na mafua matatizo ya ngozi matatizo ya nywele bawasiri na ngiri kuongeza kinga mwilini na mengineyo mengi. Kampuni ya Powerlife Organic Wellness, wataalamu wa tiba mbadala na wazalishaji wa bidhaa za lishe tiba, tupo kwenye maonesho ya arobaini na tisa ya Sabasaba elfu mbili ishirini na tano. Karibu kwenye banda letu ufahamu zaidi juu ya bidhaa bora za Nutilife Morimix na huduma zitolewazo na Powerlife pia utapata fursa ya kukutana na tabibu ili uweze kupata ushauri, kuona na kusikia ni jinsi gani wengine wameimarisha afya zao kwa kutumia bidhaa bora za Nutilife Morimix. Unapofika hapa katika viwanja vya Sabasaba, hivi ndivyo ambavyo unaweza kupata Powerlife. Unapoingia geti kubwa la kuingia hapa mbele kidogo, unaweza kuona kuna njia, aidha uamue upite kushoto ama uende kulia. Baada ya hapo, utakutana na barabara ambayo inanyooka moja kwa moja, na mbele kidogo utakutana na jengo hili jekundu ambapo kwa mbele yake kidogo kuna roundabout. Unapofika hapa katika roundabout hii, kata mkono wa kulia. Utakapokata mkono wa kulia, nyooka na barabara moja kwa moja, na kama unavyoona kuna jengo jeupe linaloonekana kwa kule mbele. Utakapofika katika jengo hili jeupe, unakata tena kulia na baada ya kukata tu kulia basi, moja kwa moja unaweza ukaona mjengo wa Powerlife uliopo hapo, ukiwa na madaktari bingwa washauri na tiba za magonjwa ya aina mbalimbali mbali. uzuri unapoingia tu katika eneo hili, barabara zote zitakuelekeza kukata kulia ili kuweza kufika hapo Powerlife. Hivi ndivyo ambavyo unaweza kufika tupigie simu na WhatsApp kwa namba 0657114656 tukuhudumie. Unaweza kuangalia na kununua bidhaa zetu mtandaoni kwa kutembelea tovuti yetu ya www.powerlife.co.tz na mitandao ya kijamii Powerlife Wellness Clinic Nutilife, tumia lishe kama dawa ili usitumie dawa kama lishe.